Karibu Wildigital TV, chaneli ya habari na masimulizi. Leo tunaangazia chanzo cha ushetani duniani, fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Msimulizi wako Willy Daniel. Instagram page na TikTok, pamoja na Twitter, utanipata kwa majina ya Willy Daniel 90 pasipo na kuacha nafasi, yani Willy Daniel 90. Simulizi hii imeandikwa kwa umaili mkubwa na mwandishi Wilson Agustino. Dunia imejaa mambo ya ajabu yasiyoeleweka, siri zimefichwa nyuma ya pazia la ukweli na imani. Tangu enzi za kale, ushetani umehusishwa na nguvu za giza, uchawi na roho zilizotengwa katika Ukristo na Uyahudi, ushetani unahusiana na malaika aliyeasi. Chanzo kikubwa cha hadithi hii kinapatikana katika vitabu vya Isaya, Ezekieli na Ufunuo. Zamani nuru ilitawala kwa usafi na utukufu, ulimwengu wa roho ukiwa mahali pa utii na amani ya milele. Hata hivyo, katika utulivu huo, sauti moja ilianza kuinuka, sauti ya kiburi na uasi, sauti ya yule aliyekuwa mkuu kati ya malaika wote, yaani Lucifer. Lucifer ni jina lenye maana nyota alfajili. Alikuwa malaika wa nuru, mwenye uzuri wa ajabu, hekima na malaika mkubwa mbinguni. Aliongoza sifa na ibada kwa Mungu, akiwa mlinzi wa utukufu wake na mmoja wa malaika mwenye cheo cha juu sana, zaidi akiwa karibu sana na Mungu, aliheshimiwa na viumbe wote wa mbinguni. Lucifer, malaika mwenye mamlaka makubwa, alianza kujiona wa pekee zaidi kuliko wengine. Uzuri wake wa ajabu, hekima yake kuu na nafasi yake kwa kuwa karibu na Mungu vilimfanya ajihisi kuwa anastahili heshima zaidi. Taratibu wazo la kuwa sawa na Mungu lilianza kujengeka ndani yake. Katika Isaya 14 mstari wa 12 mpaka ule wa kumi na nne tunapata maelezo ya kifumbo kuhusu Lusifa: Jense ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi! Jense ulivyokatwa kabisa, ewe ulioangusha mataifa! Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vipimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lusifa alianza kujiuliza, kwa nini niendelee kumtukuza Mungu wakati nami na nguvu na utukufu mkubwa. Kiburi kilianza kutawala moyo wake, akiamini kuwa angeweza kutawala mbingu kama Mungu mwenyewe. Kwa ujanja wake alishawishi malaika wengine kwamba wao pia wanapaswa kuwa na uhuru wa kuchagua ni nani wa kumtukuza. Alianza kupenyeza sumu ya uasi mwa malaika wengine taratibu. Malaika wengi walivutwa na maneno yake matamu na hoja zake za hila, polepole kundi la malaika waasi lilianza kuundwa, wakiwa na imani kwamba Lucifer ndiye anayestahili enzi na utawala. uasi wa Lusifa uligawa malaika katika makundi mawili, wale waliomtii Mungu wakiongozwa na Mikael na wale walioasi wakimfuata Lusifa. Malaika waasi walitaka mamlaka na uhuru zaidi, wakiamini ahadi za Lusifa. Mgawanyiko huu ulisababisha hali ya mvutano mbinguni, ikiashiria mwanzo wa vita kubwa kati ya nuru na giza. Maneno ya Mungu katika kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa 15 yanasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani Mungu hakuweza kuruhusu wasi huu kuendelea. Hivyo vita kubwa vilianza mbinguni, jeshi la Mungu likiongozwa na Michael lilipambana na majeshi ya Lucifer kwa nguvu kubwa. Vita hii haikuwa ya kawaida, ilikuwa ya kiroho, ikihusisha nguvu kubwa za mbinguni. Nuru na giza viligongana kwa kishindo kikali, mbingu zilisikika kwa mapambano. Mapambano yalikuwa makali sana, lakini nguvu za Mungu ziliwashinda malaika waasi. Katika Ufunuo kumi na mbili mstari wa saba mpaka ule wa tisa tunapata simulizi ya vita vya mbinguni ambavyo Lusifa na malaika wake walipigana dhidi ya Mikael na malaika wa Mungu. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikael na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao, na malaika zake nao, hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Lusifa na jeshi lake walitupwa chini katika ulimwengu wa giza, na Lusifa aligeuka kuwa Shetani, adui milele wa nuru. Malaika walioanguka naye wakawa mapepo wakitangatanga gizani, wakiwa na chuki na uchungu mkubwa. Walianza kula njama dhidi ya mwanadamu, wakitaka kulipiza kisasi dhidi ya Mungu kwa kupotosha viumbe wake, na hapo ndipo ilipokuwa mwanzo wa shetani duniani. Baada ya ushetani kuingia duniani, dunia ikabadilika ikawa uwanja wa mapambano, na shetani akaanza kutafuta njia za kulipiza kisasi kwa kumdanganya na kumpotosha mwanadamu. Shetani alianza kazi yake kwa kutumia hila na ujanja katika bustani ya Eden, kujitokeza kwa sura ya nyoka na kumdanganya Hawa ili kula tunda lilokatazwa na Mungu. Akimshawishi kwa maneno ya ujanja kwamba angekuwa kama Mungu akijua mema na mabaya. Ukisoma Mwanzo tatu mstari wa kwanza mpaka ule wa saba utaona historia hii. Hawa na Adamu walipoasi amri ya Mungu, dhambi iliingia ulimwenguni. Na shetani akapata mamlaka juu ya wanadamu kupitia uovu na udanganyifu. Kutoka hapo ushetani ulianza kutenda kazi kwa nguvu zaidi duniani. Ukiharibu mahusiano kati ya wanadamu na Mungu na kueneza dhambi, mateso na katika Uislamu shetani anaitwa Iblis na simulizi yake inapatikana katika Qur'an katika sura ya Al-Baqara na surat Al-Araf. Iblis alikuwa miongoni mwa majini waliokuwa na nafasi ya juu, lakini alikataa kumsujudia Adam kwa sababu yeye aliona ameumbwa kwa moto, wakati Adam ameumbwa kwa udongo. Iblis akasema, mimi ni bora kuliko yeye, umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo. Kutokana na kiburi hiki Allah akamfukuza kutoka mbinguni na kumlaani hadi siku ya Kiama. Shetani haijashia tu katika maandiko matakatifu bali imekuwa sehemu ya fasihi na utamaduni wa dunia. Kitabu cha Paradise Lost cha John Milton cha mwaka 1667 kinamwelezea shetani kama shujaa aliyeanguka kutoka mbinguni kwa kuona kuwa ni bora kutawala kuzimu kuliko kutumikia mbingu. Na katika filamu ya The Exorcist ya mwaka 1973 inaonyesha mapepo ya kishetani yakitawala wanadamu, na kwenye filamu ya The Devil's Advocate ya mwaka 1997 saba inamwonyesha shetani kama mfanyabiashara mjanja anayewashawishi watu kununua bidhaa zake ambazo zina matokeo mabaya baada ya kuzitumia. Hii inasisitiza mtazamo wa shetani kama kiumbe mwenye kiburi, lakini pia aliyejaa roho ya malipizi. Kadri wanadamu walivyozidi kuongezeka, shetani alibadilisha mbinu zake. Badala ya kujificha nyuma ya dhambi ya kawaida, alianza kujidhihirisha waziwazi wazi kupitia falme za kidini za kipagani. Katika karne za kati, hofu ya shetani ilifikia kilele. Watu waliamini wachawi walikuwa na mapatano ya damu na Ibilisi, wakifanya mikutano ya siri usiku wa manane. Miaka mingi baadaye, makundi ya siri kama Freemasons na Illuminati yalianzishwa. Freemasons wakianza kama wajenzi wa mawe, waligeuka kuwa jamii ya kifumbo iliyojificha katika alama za ajabu na mafundisho ya siri. Baadhi yao walioshika ngazi za juu walihusishwa na ibada za giza, wakiamini katika mwanga wa Lucifer badala ya nuru ya Mungu. Kundi la Illuminati lilibuka huko Ujerumani mwaka 1776 likuwa na lengo la kueneza maarifa na kupinga mamlaka ya dini, lakini polepole pole likaanza kuhusishwa na mipango ya siri ya kiutawala wa dunia, likidaiwa kuandaa njia kwa mpinga Kristo. Ishara zao za jicho moja, piramidi, na nyota za kishetani zilitanda kwenye sanaa, siasa, na burudani, zikishukiwa kuwa mikono ya shetani ikitenda kazi. Leo wengi huamini kuwa ushetani unatumia makundi haya kueneza hila zake duniani, ukiwafanya watu wasitambue ukweli wa Mungu. Siri zao zitaendelea kuwa gini giza lisilopenyeka, huku vita vya nuru na giza vikiendelea katika ulimwengu usioonekana. Zamani ibada za kishetani zilifanyika katika misitu yenye giza na ukungu, lakini leo zimejificha kwenye muziki, filamu na mitandao ya kijamii. Mwaka 1966 Anton Lavey alianzisha kanisa la kishetani, likihimiza ubinafsi kama msingi wa maisha. Filamu kama Rosemary's Baby pamoja na baadhi ya nyimbo za wanamuziki zimejaa alama za kishetani. Pia kuna nadharia zinazodai kwamba baadhi ya mastaa wa muziki na siasa huingia mikataba ya giza kwa ajili ya utajiri na umaarufu. Kadhalika, vitabu na filamu nyingi zimejaribu kuhalalisha uchawi kama sehemu ya maisha ya kawaida. Zaidi ya hayo, ripoti za ibada za siri na sadaka za damu bado zinatokea, huku watu wakipotea katika mazingira ya kutatanisha. Ukweli ni kwamba ushetani haujifichi tena na uko wazi kwa wale wanaotaka kuuona. Swali ni kwamba, je, wewe utachagua kuamini au utaendelea kufumbia macho? Achia maoni hapo chini kwenye comment, ukieleza kuwa unadhani ushetani ni hadithi au kuna ukweli ndani yake. Usisahau kusubscribe na kuwasha notification ili uwe wa kwanza kupata simulizi mbalimbali mbali ndani ya Wild Digital TV. Muda wote ulikuwa nami msimulizi wako Willy Daniel. Asante na mpaka muda mwingine.